Na mutia makofi na sio acha Mungu hivi sio, ungutana na ole peti mama mangu basi ma, ma, ma, ma nyota itaotaka eti manyota, manyota. Na mtazamaji wa Masters TV uko na mimi, Tunza Amos, ni ma kamera ni Isaac Kabaisa. Nikusi ili wa kwanza kupata mambo ya Masters TV, itakubidi usubscribe, kulike na kukomenti mambo yetu. Leo uko na Mr. Eciba Samaki. Mwami wa matusi, mfalme wa matusi, bwana Eciba Samaki, kuna sms nimeipokea kutoka kwa Belami Muka eti alikuwepo kambini. Sijui wewe hicho kitu ulikisi, ulikichukuliaje ulikisikia, au ulikuwa ujui maana yeye alifika, tukusikia tangazo yoyote, tukusikia promo yoyote kutoka kwako. Wewe ulichukuliaje hiyo kitu, uliulizaje kwa, uli uli uli kwa sababu unajua mimi

Kwa mule mule. Kila wote mnafika pale kwa mama seti, pale kwa mama seti, pale ndo kale kakimu kanyagomani. Sasa ule peti Belami. Mm. Peti ko sasa na hii kilatu yangu. Ule peti ko sabi zaka ya mamangu. Angu eh. Ni nini basi? Sini aa kwa sema, mamangu mie asha kuwa na bizaa kapitia. Eh, sasa na mamake ya Nyago, kapitia Nyago, kakifika naye kupale kwangu. Ndabapika si, miti ya embe. Baga bashindo kujelewa, tofari ndo nda bangusha mkicho. Aga petika Belami sa kalifika umu, kanaeza jifanya buka mangufu. Kambia peti, utakula matope umu. Alifanya siku ngapi umu Belami? Peti Belami? Kama ni, ni getarde sana, masiku alifanya umu. Maga hapa naeza nkumbuka sana, nkikumbuka sana. Kama muvile, sa vile Kaluta, sura mubae, sura inayala puwa. Nikiangalia muzuru ule peti Belami alikala umu siku tano

Mpaka kako nawekea kiburi kwa nani? Kwa mtu kwa mtengenezea kazi ya international. Nani huyo wewe? Au sikabena kale kabena kanaenda kuvimba mpaka kwa wex, kanawekea wex kiburi. Mimi si nishafika mule mu studio hapo kapetika, napenda kuimba imba vile vya au tale sawa. Hapo sio pazuri. Haya, nime futa hiyo niweke nyingine, kana imba imba imba imba imba imba imba mbimbe

lakini kwa matusi yote hayo ambayo wewe unakuaga unamtukana Berna, yanamfikiaga na uaga akutafuti, ndipo akwambie kuhusu labda unamtafuta au akujibu on TikTok either ata Instagram au ajaye kukujibu, ele popi yo pikeli na simu nacha ula mtoto wote kichwa ishakuwa saa ya rangu mwana wose akonda u afya yote imeenda kwenye kichwa, nitampokeaje simu ila anakupigiaga? shiwezi kuipokea. Anapigaga simu, mnatafuti ukweli, mama, shitiipokea ananipianap pika... pika... lakini shezi ipokea kwa sababu kaberna mm. kana kiburi sana mm -hmm. mpaka mimi nikakutane nikatukwane eh, nikatuke tuke tuke, tuke vile mm. ni kwa sababu ya ukosefu wose wa adabu wakewak wake. Sawa, kikubwa ninaweza nikasema ni kwamba ule dogo mimi ni gara yake. Kwa nini? Peti bila mimi alikuwa huko aliniheshimia. Peti Wex alikuwa huko, Yuno Wex ule Yuno Wex akaniheshimia. Peti Jackson akizazi kipi akaniheshimia. Mimi mimi nakuwa na makonfiance ya watu wa mingi. Eh, nakuwa na makonfiance ya watu wa mingi. Ndio tu mama, shiti ko taki ina ina ba nyu e bana ame nyunyu nyu anyu. Ba mangu ina na mama nabo. Sawa? Ndio maana kwa Kiswahili ya, ya Kinyarwanda, eti Kinyarwanda. Nani?

mi sijui u ndo so, so tunaongelea hapa ujio wa, be, wa belani na belani mpaka alivyorudi. Naona alikulaumu sana kwa maana wa ukuenda si ndio? Hmm, ila nataka umwambie kitu kimoja, mchana wa leo. Umwambie nani Belani? ndo Belani, uyu mwenye ulisema Belami muka, Belami muka, umwambie kitu leo, labda cha kumwomba radhi kwa kuwa kuwahi kwenda kumwona, shezi kumwomba radhi.

Oh, okay, mtazamaji wa Mastaz TV ulikuwa na mimi Tunza Amos, ah, nyuma ya kamera alikuwa Isaac Kabaisa. So tulivyokuja kumuuliza Eciba Samaki kuhusu ujio wa Belami mka nikizani alijibu kama alivyotakika kujibu. Nilikusii toka awali kusema kwamba itakubidi usubscribe, like na comment, mambo ya Mastaz TV. Asante.